Sale yeye ni kaimu meneja wa mawasiliano na uhusiano wa wadau kutoka Tanesco ambaye tutakuwa naye hapa mpaka saa mbili kamili. Kama una maswali uh, basi yaelekeza kupitia nambari yetu ya simu 0621 6211717, lakini vile vile pia kupitia chaneli yetu ya youtube ambayo iko mubashara hivi sasa ya UFM Radio TZ. Karibu sana Agustino. Asante sana. Habari ya Tanesco. Tanesco tuko vizuri kabisa. Ndio. Asante, nashukuru kuwa hapa. Sawa, tuna ni furaha pia kwetu. Uh, kwanza kabisa tueleze, Tanesco limefikiaje hatua ya kutoa msamaha kwa riba, msamaha wa riba kwa wateja wa luku waliokuwa na madeni ya muda mrefu. Uh, asante, umeanza vyema kwa kufafanua. Uh, kimsingi labda nitatoa utangulizi mfupi. Uh, Tanesco kuna, kuna wateja ambao walio wengi wanatumia umeme wa majumbani wao, wananunua umeme kabla. Sasa tunaposema tunawahamasisha kulipa madeni yao, wamekuwa wakishangaa, uh, kwa nini mnasema tuna madeni wakati kwa kiwango kikubwa tunanunua ndo tunatumia. mm -hmm. Sasa TANESCO, kuna makundi ya wateja. Kuna kundi la kwanza ni ya watumiaji wa kawaida, naita watumiaji wa majumbani ambao kwa kiwango kikubwa uh, au ilivyo kawaida ni kwamba wananunua kabla, alafu wanatumia kundi la pili ni wateja wa kati, hawa tunasema kuanzia sasa taasisi kubwa, biashara, unakuta hawa wao wanatumia alafu mwisho wa mwezi ndo wanapaswa kulipa. Lakini kundi la tatu pia ni taasisi kubwa zaidi, viwanda vikubwa zaidi, mitambo, hawa pia wao wanatumia alafu mwisho wa mwezi wanaletewa ankara ile ya malipo au bill, wanapaswa kulipa. sasa kundi kubwa ambayo limekuwa ikituletea changamoto kwenye kulipa madeni ni ile kundi la kati na ile kundi kubwa mm. Japo kundi ile la kwanza pia la wanaotumia kabla wapo ambao wanadaiwa. Kwa nini wanadaiwa? Huko nyuma wakati tunatumia mfumo wa malipo ya baada walikuwa wanalimbikiza madeni yao, yani hawakuwa wanalipa zile bili zao kwa wakati, kwa hiyo lazimika zile bili zihamishiwe kwenye mita za luku, kwa hiyo kuna makubaliano kwamba utakapokuwa unanunua umeme utakuwa unalipa kidogo kidogo, n yani, mm -hmm. unakatwa kidogo kidogo, mpaka ukahakikisha deni lako limeisha, lakini deni kubwa kwa kiwango kikubwa liko kwenye hawa watumiaji wa kati na watumiaji wakubwa zaidi. Kwa hiyo kwa hiyo na maelezo haya uh, unayotoa na ama hiki ambacho mmekitangaza kwa wito kwa wateja wa malipo ya kabla, uh, wale wabeba madeni Yeah. Kwa hapa mlikuwa mna maanisha mahususi kabisa, mnalilenga kundi la wateja wa kati na hawa wa juu? Tulikuwa tunalilenga hilo kundi la malipo ya kabla ambao wali wana madeni walihama nayo kutoka mm. kwenye mita za zamani kuja hizi za mita za luku mm. lakini zaidi mm. tunalilenga ili kundi la malipo ya baada pia ambalo ni kundi la kati na kundi la juu ambalo wao wanatumia umeme ndipo ambapo mwisho wa mwezi wanakuja kusomewa bili zao, alafu wanaletewa ankara za za malipo wanapaswa kulipa kwa, unakuta wanalimbikiza zile bili zao. mm -hmm. kwa hiyo, kwa nini sasa hizi tunawahamasisha? Kwa sababu deni mpaka sasa hizi limefikia bilioni mia mbili hamsini na mbili takriban. Kwa hiyo tumekuja kutoa wito kuwahamasisha, na wakati mwingine wanakuwa na wasiwasi kwa sababu uh, deni linapoendelea kukua kunakuwa na riba pia inakuwa mm. Kwa mtu anakuwa anaogopa pengine kufika hata ofisi za TANESCO kwa sababu anajua kuna riba ambayo anadaiwa kwa tuna kama ulivyotangulia kusema kuna msamaha wa riba, tunawahamasisha waje, lakini sio tu msamaha. Akija kwenye ofisi zetu, tutakaa naye, tutaweka utaratibu kwamba deni lako ni kubwa sana, kulipa kwa mara moja sio rahisi, tunafuta msamaha wa riba, lakini Ilo deni lako sasa, anza kulilipa kidogo kidogo, kadri unavyolipa bili zako za mwezi, basi kiwango fulani lipa, ili kuendelea kulipunguza deni lako. Sawa, tumeona kuna madeni aina mbalimbali, hebu tufafanulie zaidi, ni aina gani ya madeni ambayo yanalengwa na, na msamaha huu ni eh, kwa wateja wa aina gani hasa sasa ambao wanapata huu msamaha wa riba? Asante sana, swali zuri. Ni kweli Uh, msamaha huu unawalenga una zaidi ya wateja wa kati na wateja wa juu ambao nimetangulia ni kusema ambao ni kundi la taasisi kubwa, viwanda mm, na viwanda vikubwa na mitambo mikubwa, kwao msamaha huu unawalenga, kwa sababu eh, kama nilivyotangulia kusema kwamba eh, kadri ambavyo muda una, unaendelea kwenda, hulipi deni lako, riba pia inakuwa ina. Kwa hiyo tumetoa msamaha kwa kundi hili au ambao wa malipo ya kabla wao wanapaswa tu kulipa madeni ambayo walikuwa nayo. Unaponunua umeme tunawahamasisha wanunue umeme ili waendelewe kukatwa yale madeni Kwa sababu, uh, tunu, kupitia, uh, Agustino, kwa sababu wanakatwa kupitia wanavyonunua umeme. Agustino, naamini kwamba mna taarifa zote za wadaiwa wenu, kwa maana wale ambao mnawadai taarifa zote mnazo, na kama ni taasisi kubwa Uh, mnafahamu zinapopatikana, kwa nini msubiri wao waje kuliko nyie kwenda katika kulipa hili? Na naiona kama changamoto, taasisi za kiserikali ndo zimekuwa nyingi zaidi, zitakuwa nyingi hapa zaidi. Uh, ni kweli kabisa. Sasa uh, kwa nini tu, tunafanya hivi, uh, kwa sababu sababu pengine ya sisi kuwa hapa, wateja wako wengi, na ni kweli kabisa kwenye kanzi data yetu tunawafahamu wote, kwa hiyo hatua tunayoifanya ni kwamba kwa, kwa sababu wanakuwa wanaogopa wengi kuja ofisi za Tanesco kwa sababu ya hizo riba, tunawahamasisha hizo riba tumeondoa kwao. Hatua ya pili tutakayofanya, maafisa wetu watawatembelea hawa wateja kuenda kuwaeleza nini ambacho shirika limeamua kwa sasa na kuwahamasisha kuwa na mpango wa kulipa kidogo kidogo kwa sababu hii uh, tuseme hili zoezi tunalifanya kwa miezi sita. Tumeanza sasa, tuenda mpaka kwa miezi sita. Hatua ya kwanza ni hivi, kuwahamasisha. Hatua ya pili tutawafata. Hatua ya tatu tutawaandikia barua kuwakumbusha. Hatua ya nne, huyu mtu, hatua hizi zote hajataka ku, ku, ku kuchukua hatua yoyote, amekuwa sasa sugu mm -hmm. Tutasitisha huduma mm -hmm. hatua hiyo ambayo itakuwa ni hatua ya mwisho na hatu taki sana kufikia huko kwa sababu tukisitisha huduma, ni kwamba deni letu hata tulipa na yeye hawezi kuendelea kufanya kama ni kazi au biashara. Na hilo la pili la uh, taasisi za serikali ni kweli. Taasisi za serikali zipo, lakini uh, kwa kiwango pia kikubwa taasisi binafsi zipo ambazo pia wamekuwa waki wakilimbiki za madeni. Naam, msikilizaji, huyu ni kaimu meneja wa mawasiliano na uhusiano kwa wadau Tanesco Agustino Kasare. Uh, mi naamini uh, mjadala huu unaweza ukahisi kwamba kumbe, ah, ni haya makundi makubwa na taasisi kubwa, lakini huyu kwa sababu yeye ni kaimu meneja wa mawasiliano na uhusiano kwa, yapo majibu baadhi ya mambo ambayo anaweza akatusaidia hata kama una swali lako la kawaida tu kuhusiana na Tanesco, huduma zao na vitu vingine, basi uh, una uwezo wa kutuandikia na tutamuuliza hapa, naye anaweza akatupatia ufafanuzi. Sasa Agustino, uh, msamaha huu wa riba utadumu kwa muda gani? Kuna tarehe ya mwisho ama masharti maalum ya kufaidika nao? Uh, ni kweli, kwa sababu ni ni kipindi ambacho au zoezi ambacho tume, tumesema uh, shirika limekitoa cha miezi sita. Uh, baada ya miezi sita sasa, na wale watu kama nilivyotangulia kusema watakuwa wamekaidi, basi tutasitisha huduma. Kwa hiyo ni riba ambayo msamaha wake umetolewa kwa kipindi cha miezi sita. Uh, kuna masharti maalum ya kufaidika na msamaha huo, kwamba ili mimi nijue kwamba nimefaidika na, uh, ama nikalipe, kwa sababu sasa hivi ku nimefutiwa riba, kuna masharti maalum? Kwa kweli zoezi hili halina masharti, ni ni uh, masharti tu ni kwamba uh, labda niseme sharti ambalo liko hapa, sharti ambalo liko hapa ni kwamba wewe, tutakufuta hilo hiyo riba yako lakini kwa sharti la wewe kuanza kulipa deni lako. Ndilo sharti ambalo kubwa zaidi kwamba tutakubaliana. Tunatambua pia kwamba huwezi kulilipa wakati mwingine kwa wakati mmoja, kwa hiyo sharti itakuwa ni sisi kuingia na wewe makubaliano kusainishana, kukubaliana kwamba mimi sasa naanza kulipa deni, tutaendelea kulilipa kidogo kidogo kadi ambavyo tumeingia makubaliano mpaka kulikamilisha. Kuna mpango wowote wa kuwezesha malipo kwa awamu, mpango mahususi kabisa, ama ndio hivyo, akija mnakaa chini na mnazungumza na kuendelea na, na, na huo mchakato, ama mpango tayari upo. Aa, ni kwamba tume tuna, tunasema tume tumefanya namna ambayo mteja awe huru, kwa hiyo ni sisi kukaa naye chini kukubaliana naye, kwa sababu tukisema sisi tuwekee kiwango pengine eh, tutolee mfano ni kiwanda uzalishaji wake pengine eh, ana asilimia labda kumi ya kulipa gharama za uendeshaji. Kwa hiyo tukimpangia sisi pengine tunaweza tukaathiri uzalishaji wake, sisi hatutaki kufikia huko. Kwa hiyo tutakaa naye chini, yeye atatuambia, lakini tutamwambia pengine, kwa deni lako lilivyo kubwa, basi ongeza kidogo kiwango kidogo ambacho utakuwa unatoa kwa mwezi, twende taratibu mpaka kuhakikisha deni lako na Agustino, yeah. Nataka kufahamu kidogo ulimbikizaji huu wa madeni haya kwa watumiaji, pengine watumiaji wenyewe wana uelewa wa kutosha kuhusu malipo haya ama kuna elimu zaidi inahitajika? Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu unaweza ukaenda kama hivyo, hajalipa imefikia hatua ya kwanza, hatua ya pili, hatua ya kumfungia, sasa imefika eh, unamfata ama anakufata anakuambia, mimi sikuwa nafahamu kama natakiwa kufanya hivyo uh... Ni kweli, unajua tuseme, uh, kwa sababu changamoto kubwa ambayo tunaweza nikasema tunaiona ni kwamba, unajua watumiaji wa majumbani sisi ambao tuna walio wengi mm, tunalipia kabla, yani hujalipa upate huduma. Sasa tofauti kwa ili kundi la kati na la juu, wao wanalazimika kufanyaje? Wanalazimika ku, kulipia baada o umeme unakuwa ana uhakika umeme wakati wote. Kwa hiyo wakati mwingine sasa wanajisahau kwa sababu umeme si unakuwa upo tu, yeye anakuja kusomewa bili analetewa, lakini umeme anaendelea kupata. Pengine ilivyo kama kwenye upande wa wenzetu wa maji, unaendelea kupata maji, unaletewa bili, lakini maji unaendelea kupata, kwa ndo changamoto ili, ilipo. Kwa hiyo kupitia uhamasishaji huu ambao tunaufanya ambao hauishi tu pengine kuhamasisha kupitia vyombo vya habari, tutawafata kuwakumbusha wajibu wao mm -hmm. Kwamba wanapaswa ku, ku, kulipa ili shirika sasa liwe na nafasi ya kujiendesha kwa sababu kama unafurahia huduma inakusaidia kwenye uzalishaji wako, mm -hmm. utambue pia kuna uwekezaji ambao unafanywa na shirika uh, natakiwa li, liweze kujiendesha. Kwa hiyo mapato ni muhimu kutoka kwa wateja. Wapo baadhi ya wateja ambao wanasema hawajawahi kupewa taarifa kuhusu madeni yao. TANESCO na wajibu vipi? Uh, wateja wa, wa, wa, wa kabla ambao ambao wanasema si, uh, hawajawahi kupata taarifa, nadhani huyo anakuwa hana deni. Kwa wateja wenye madeni, anakuwa anatambua fika kabisa kwamba anapaswa kulipa, kwa sababu eh, sote tunafahamu kama tuna uzoefu pengine wa kununua umeme, kuna meseji ile wa ukinunua, inakuja inaonyesha makato yote mm -hmm. kwao deni lako pia utaliona hapo, kama ulioni hapo basi hauna deni. Kwa upande wa teknolojia na mifumo, dunia imebadilika. mm. Uh, ni hatua gani sasa TANESCO imechukua kuhakikisha kuwa taarifa za matumizi na madeni zinawafikia wateja kwa wakati? Uh, ni kweli, sasa hivi uh, shirika linaenda kidijitali, ki tuseme mifumo mingi inabadilisha. Mtakumbuka huko nyuma pia hata swala la uombaji wa umeme ilikuwa ina ku lazimu kwenda kupeleka fomu ofisi za TANESCO, lakini saa hizi uh, hiyo hali imeondoka. Kuna mfumo unaitwa ni Connect ambao mteja anaweza kaomba kupitia e, simu yake kupitia laptop, kupitia hata simu ambayo sio simu janja, tunasema kitochi. Unaweza ukaomba umeme na ukaunganishiwa. Tuna namba mpya ya huduma kwa wateja ambayo ni bure, namba mia moja themanini, ambayo zote hizo ni jitihada za kwenda kwenye kidijitali kwa hiyo pia kwa sasa hizi tunaendelea na tunaita kukusanya kuweka sawa takwimu za wateja mm. Kanzi data yetu iwe vizuri ili tuanze sasa kuwapa taarifa hizo ambazo wateja wamekuwa wakizitaka na wengine wengine wanapata mm. Kwa tunaendelea kuboresha kanzi data yetu kwa mm, sababu hawa wanalipa kabla. <coughs> Je, uh, huu mfumo unaweza kuonyesha madeni yaliyopita na kama hapana, kuna mpango wote wa kuboresha? Uh, kwa ambao wanalipa kabla sasa, kama nilivyosema, wenye madeni wengi wanajitambua, wanajitambua kwa sababu unapolipa umeme kuna hayo makato niliyoyasema, na niseme hili kundi la ambao tunawadai wa malipo ya kabla mm -hmm. ni wachache ukilinganisha na hao malipo ya baada, kundi la kati na la juu mm -hmm. ni wachache sana, kwa kwa hiyo wengi unakuta uh, kwa sababu hili zoezi litahusisha pia kuwatembelea wateja wetu kukagua mita zao mm. Kwa sababu kwenye kukagua mita zao hapo kuna vitu vitatu, cha tuta, tuta viangalia, chakwanza tutaangalia kama mteja anaiba umeme kwa sababu mm. wapo wateja wanaofanya wajanjajanja zile wanachepusha kwenye mita wanaiba umeme, lakini cha pili tutaangalia mita kama ni chakavu mm. tutakubadilishia bure kabisa. Kwa sababu mita ni, ni mali ya shirika. Tutakubadilishia. Aa, lakini cha tatu sasa tutaangalia pengine uh, kuna kitu ambacho pia ni muhimu watu wafahamu, ni elimu ambayo wanapaswa kufahamu. Kuna kuta pengine mtu anauza nyumba yake mm. ehe, anaiuza nyumba, ni muhimu sana kufanya uhakiki wa uh, vitu mbalimbali kuhusiana na labda kodi ya ardhi mm -hmm. bili za maji, umeme, kwa sababu mtu mwingine anakuuzia afu anakuuzia na na madeni ndio umiliki mm, uh, bado na kuwa wako wako kwa, kwa. Ni muhimu sana tunapofanya uh, ma, mauziano haya kuhakikisha kwamba umejiridhisha, hivyo vitu viko vizuri, kwa sababu kuna changamoto nyingine ambayo tunakutana nayo, unakuta mtu ashauziwa nyumba, anasema mi sitambui chochote kwa sababu nimekuja hapa, nimenunua, hivyo vitu havinihusu. Lakini sisi tunamtambua yule mm, ni mm, mteja mm, wetu yeye mwenye mm, nyumba mm, sasa. Mauziano yale wanakuwa hawakutuambia sisi tunawahamasisha sio tu kwa, tan, kwa Tanesco mm. Ahakiki vitu vingi mtu anaponunua nyumba, lakini aa, ni, anaponunua nyumba pengine mauziano yamekamilika, ni vizuri akatuandikia barua Tanesco mm. Akasema mi nimenunua nyumba, mmiliki wa kwanza alikuwa huyu, ma, hai, hati za mauziano utaambatanisha mm. Tutahamisha umiliki wa mtu wa kwanza mita yake jina litasoma sasa lako jipya, na kama kuna madeni mm. ndipo ambapo tutagundua, tutakwambia bwana, unataka kubadilisha, lakini huyu aliyekuuzia alikuwa na deni, mwambie alilipe, au kama mnaingia makubaliano, basi fanye sawa. Kuna swali kutoka kwa msikilizaji hapa, anasema kwa, kwa wale ambao E, wanafanya malipo kabla na ndio muonekana wadaiwa wakubwa. Sasa ni muda gani sahihi wa kulipa ili kuepukana na madeni hayo na kama mtu ana deni analilipaje? Swali zuri. Kwa wale ambao wana madeni ambao labda niweke tu usahihi zaidi, sio kundi kubwa mm. Kundi kubwa nimesema kundi la kati. Ndiyo. Na na lile kundi la wateja wakubwa zaidi mm. Uh, hawa wenye madeni baada ya kutolewa kwenye mita za zamani zile ambazo walikuwa wanasomewa bili wakaletwa kwenye mita za ruku za kulipa kabla, ambayo ni ngumu sana kulimbikiza deni kwa sababu bila kulipia umeme hupati huduma. Kwa hiyo wale ambao walihama na madeni yakahamishwa kwenye mita mpya za luku, wao tuliingia nao makubaliano ya kuwakata kidogo kidogo wanaponunua umeme. Sasa wengi wa wengine wamekuwa hawanunui au wananunua mara moja moja sana, tunawahamasisha kununua mara kwa mara ili kuendelea kulipunguza basi endelea kutuma hapo maoni yako kupitia 0621 107 107. Maswali yako yatajibiwa hapa. Haya, anasema je, Tanesco kama uh, utaendelea kuwa na deni kubwa kama hilo? Eh, anasema ha, haitafirisika. Eh, anauliza hapa madeni hayo hayawafirisi Tanesco jamani. <laughs> Ni, ni, ni kweli na ndo maana sasa tumesema tu, tuje tuwahamasishe wateja mm-hmm. Kufilisika ni, ni, ni ngumu, lakini uendeshaji unakuwa ni changamoto kwa sababu ili shirika lijiendeshe uh, uh, liweze ku, kulipa gharama mbalimbali mbali, kumbuka lina wafanya kazi, lina uwekezaji, lina miradi tofauti tofauti pamoja na kwamba serikali imekuwa ikijitahidi sana kuweka fedha za zake kwenye miradi mikubwa kama bwawa la Mwalimu Nyerere mm-hmm. Lakini kuna gharama ambazo za kila siku shirika linapaswa kuingia, kujiendesha. Ni ni muhimu sana ku hizi pesa ambazo ziko kwa wateja wetu ziweze kuja ili tujiendeshe kwa ufanisi, kwa sababu kuna maeneo mengine pengine wateja wanakuwa wanalalamika kwamba uh, umeme pengine haufiki vizuri au hawajafikiwa na umeme au umeme mdogo. Kupitia hizi fedha ndio zinasaidia sasa shirika kuweza ku kuimarisha hizo huduma hmm, na kukuwa na umeme ambao, eh, wanaupata bila shida. Sawa. So, hmm. uh, wateja wengi wanalalamika kuhusu ugumu wa kupata huduma kwa wakati kutoka hmm. kwa ofisi zenu ama namba za Tanesco hmm. kuna maboresho yote yanayokuja kwenye upande wa huduma kwa wateja? Kwa kweli, eh, sio tu maboresho yanayokuja maboresho mengi yamefanyika, labda tu tunakuwa tunawakumbusha ina eh, mfano huko nyuma tulikuwa na hatuna kituo cha miito ya simu ambacho kina namba moja. Ilikuwa kila mkoa unaweza kupiga simu na kuhudumiwa, kuna changamoto, lakini tuka shirika lika likafanya maboresho. Kuna kituo kimoja cha miito ya simu sasa hivi au call center tunasema, ambapo kuna namba hapo. Wao walikuwa kuna namba ambayo unapiga lakini ina malipo mm. kuanzia mwaka huu mwezi wa tatu, tumeleta namba hiyo ambayo ni rahisi sana ku uweka kichwani mm, ni moja nane sifuri au mia moja themanini ambayo ukipiga ukiwa unahitaji huduma zetu ni bure. Kwao ni muhimu tu hii namba wateja wetu wakawa nayo, sio tu wateja wa, wa wetu wa wa hata wananchi, kwa sababu unaweza usiwe mteja lakini ukakutana na changamoto pengine mm, waya umeanguka, transfoma limeanguka, au unaona cheche sehemu, basi ukafanyaje? Ukapiga hii namba, ukatoa taarifa. Lakini maboresho mengine ni kama nilivyosema Uh, tuna application ya kuunganisha umeme ambayo ukiingia mle pia unaweza ukaona deni lako uh, ambayo inaitwa ni connect unaweza ukai download kwenye App Store, Play Store. Kwa hiyo ni tunaenda kidijitali viko vingi vinakuja, nadhani mm -hmm. tukipata wasaa tutakuja. okay, tena kusema sawa, ostadhi e. ostadhi akiwa Majohe anapatikana eh, pale anasema anapatikana Mbande eh, nyana, anasema yeye anataka kuhama, ameuza nyumba kwa hivyo anataka kuhama pale alipotoka na kuhamia sehemu nyingine. Je, anaweza kuhama na mita yake akaondoka nayo? Swali zuri sana, ha, ha. Swali zuri ni kwamba kama nilivyotangulia kusema kwenye masuala ya mauziano eh, ni vizuri kuhakiki hivyo, lakini jambo la pili, wateja wanapaswa kufahamu, mita huruhusiwi kuihamisha. Yeye kule anakoenda anapaswa kuomba mita mpya au kama anakohamia kuna mita ya mtu mwingine, pengine amenunua eneo lingine anakohamia hmm. Basi ni muhimu akaomba Tanesco kubadilishiwa umiliki wa ile mita anakoenda, lakini huyo aliyemuuzia pia afanye utaratibu wa kuandika barua Tanesco hmm. au kufika ofisi za Tanesco, umiliki uhamishwe kutoka kwenye jina lake uende kwa huyo aliyemuuzia. Mita ya Tanesco haihamishwi, na hilo wapo watu ambao wanajaribu kufanya uh, Uh, tuseme vitendo visivyo vya uaminifu mm -hmm. kuuza mita mm -hmm. au kuhamisha mita. Kwa kweli atakayemuuzia hivyo ni atakayemuuzia hiyo atamlete mita atamletea tu changamoto, mita haihamishwi. Sawasawa, na swali liliendana na hilo kutoka mm -hmm. Nzega mm -hmm. anasema nimehamia hiyo nyumba lakini, nataka nyumba nimekuta na hiyo mita mm -hmm. nataka kuweka mita yangu mimi, inawezekana? uh, kama nilivyotangulia pia kusema ni kwamba kuweka mita yako mpya kama kuna mita pale mm -hmm. haiwezekani. Yeye aje ofisi za Tanesco, aombe kubadilishiwa mm -hmm. jina la mita iliyo hapo lije kwenye jina lake, alafu mm -hmm. aendelee kufurahia huduma sawa, yeah. Huyu anasema habari ni njema jamani, anaomba kuuliza, je, ni kweli ukitaka kuvuta umeme ni elfu ishirini na saba hadi Dar es Salaam? Maana tuna vibanda vyetu havina umeme eh, na wanahitaji hiyo huduma Elfu uh, ishirini na saba, labda nitolee ufafanuzi kidogo mm. uh, hapo awali ilikuwa mpaka maeneo ya mjini mm. lakini nadhani serikali li, li, lifafanua vizuri, ili ili kwamba elfu kwa ishirini na saba kwa kiasi kwa kiwango kikubwa inafanyika maeneo ya vijijini mm. na mjini maeneo yote ni eh, ni laki tatu na, na nusu mm. Mm. Sawa, sawa, basi mm. Natumai wamejibiwa maswali yao hapa na e, bila shaka maswali yanaendelea kumiminika kweli kweli mm, e, tupate mawili ya mwisho mm, alafu tuagane na Agustino. saa mm. Anasema ni vipi yule anayeuza nyumba hali ya kuwa nyumba ile ina deni akiamua kubadilisha mita na akitoa ile ya zamani kwa mafundi vishoka e, ninyi mnamjuaje? E, au mtampataje mtu huyu? Okay, ni, ni ni kweli kuna watu ambao wanagundua pengine mita yake imekuwa na deni kubwa, anakuja kuomba mita mpya mm. Sababu Tanesco ili wakupatie mita lazima wafike kwako. Kuna mtu ambaye anamuita uh, mkadiriaji uh, mkadi, uh, mkadi mm. au surveyor atakuja kuangalia unapotaka kuunganishwa umeme, unahitaji nguzo, hauhitaji nguzo, una mita, hauna mita Kwao tutafahamu mm. lakini kama unavyosema anaweza kafanya ujanja zaidi uh, ndivyo hapa ambapo sasa inakuja zoezi ambalo hili nimelitaja kwamba tutatembelea wateja uh, kwa nyakati tofauti mm. tukiwa na wakiwa wafanyakazi wetu wakiambatana na viongozi wa serikali za mitaa, viongozi wa vijiji, wakiwa na vitambulisho, kufanya uhakiki kama kuna watu ambao wamefanya ujanja wa namna hiyo. Lakini na mtu ambaye ananunua mita kwa kishoka mm, kwa kweli, ukikamatwa ni kosa o la kisheria na zipo hatua ambazo zitachukuliwa zita sawa sawa